Nimefurahi sana uh, nimefurahi bajeti yenyewe imekaa vizuri. Nimefurahi wachangiaji wengi wanaonyesha kwamba wizara hii inatija, mbali ya kuwaondolea stress, lakini nimeajiri watu wengi sana pia. Nimefurahi kuna miradi mingi sana, nimesikia mradi wetu sisi wa studio ya filamu umetajwa, we hope kwamba utaanza sasa kujengwa, lakini kilichonifurahisha zaidi, nimefurahi jinsi ambavyo wachangiaji wengi wamekuwa very positive na kuonyesha kwamba wanakubaliana kwanza na bajeti yenyewe, lakini wanakubaliana pia na role ambayo wanafanya kuanzia wasanii wana michezo wengine na wote kwa jumla. Lakini pia nimefurahi kusikia viongozi wetu wakisifiwa, Mheshimiwa Waziri mwenyewe pamoja na naibu wake Mwanaefei. Hivi vitu vimenifurahisha sana. Na nimefurahi pia kwa bajeti kiukweli, nimeifurahia kwa sababu mimi ni msanii ni mdau wa sanaa pia, na naona ni jinsi gani mheshimiwa rais anatuwekea nguvu sisi wasanii pia. Kiukweli tuna, tunazidi kunufaika na tunaendelea kunufaika na kuna mikopo tunaona, kwa hiyo kwa upande wangu mimi nafurahia sana hii bajeti.